Watoto hawa kulelewa mule, sio kwamba wamepungukiwa chochote, hawajapungukiwa chochote, wana wanastahili ha, haki, ha, haki zao na wana, wanastahili haki zao za msingi, kwa sababu hata sisi wenyewe kuna vituo ambavyo viko Mwanza, tumelea watoto wengine, wanafanya kazi kwenye kampuni zetu. Kwa mfano mimi kwangu na, nafanya kazi na watoto ambao nimewalea mwenyewe kwenye vituo. HR afisa mwajili wa kampuni yangu ni mtoto ambaye ametoka kwenye kituo ambacho tunakihudumia, watu wa procurement ni vituo ambavyo tumevihudumia kwa hiyo hawa watoto sio kwamba hawana uwezo. Uwezo wanao, na mazingira hayo wanayopita, sio kwamba pengine wao wanyonge. Hapana, mazingira wanayopita watoto, mazingira mnayopita ni namna Mungu ndio njia aliyoamua awapitishe humo. Kama Mungu asingekubali, pengine hata kama ulitupwa ndio ungemalizikia kufa kwenye majalala huko. Mungu amependa na Mungu ametaka muweze kupita katika njia hii. Kwa hiyo watoto, mimi nawatia moyo sana, wanaowalea ndio wazazi wenu wanaowatembelea ndio wazazi wenu, wanaokuja kuwasalimia kuingia katika lango lenu ndio wazazi wenu. Hakuna mtoto ambaye hana mzazi, na ndio maana baba, unaona leo hawa watoto, wachungaji, unaona watoto hawa wana furaha, wana furaha tu, wamevaa vizuri, wana furaha, maanake watu wapo. Mimi nazungumza hapa mbele, nafahamu umuhimu wa sadaka, nafahamu umuhimu wa kumtolea Mungu, na nataka niwaambie katika familia moja moja bila kumtolea Mungu hakuna mnachofanya. Na mimi naweza baba nikajidai, wachungaji najidai nika kabisa, ni mbele za watu. Mimi kimenifikisha hapa ni sadaka, bila sadaka nisingefika hivi. Leo nimekuwa nikitoa historia mara kwa mara. Safari ya kwanza mimi baba yangu wa kiroho marehemu Askofu Isaya alinifundisha kupitia njia hii, na sikujua alikuwa na maana gani. Nilikuwa nikizungumza mara nyingi haki, lakini hule hule, na mimi baada ya kutangulia mbele za haki, lakini bado nimeendelea kusimamia msimamo hulehule, na mimi nawaambia nitatoa sadaka mpaka nakufa, nitamtumikia Mungu mpaka na kufa. Hichi ninachokileta kwa kwa ni kwamba kimepitishwa kwangu niwaletee nini, na nimekuwa nikimwomba Mungu kila siku, hata sijajua ataniongezea kwa namna gani na nitajua nimeongezea kwa namna gani, basi hii huduma ni ifanye zaidi hapa ambapo tunavyofanya kwa sababu unapompa mtoto chakula bado anastahili kwenda shule. Unapompa mtoto chakula anastahili kwenda hospitali, na ndio maana kuna nilikuja nikazungumza kipindi cha katikati kuwakatia bima, lakini naona kwa kuna kidogo kuna changamoto upande wa pili, lakini bado nia tunayo na mimi nawataka niwaambie nyie watoto na wasimamizi, nitawahudumia mpaka mwisho wa maisha yangu, na wala hakuna siku nimekosa hela ya kuhudumia na wala haitakuja kutokea, kwa sababu imani yangu iko hivyo. Kwa majina naitwa Rumatha Hussein ni mlezi kutoka kituo cha New Hope Orphanage Center kilichopo Mwime Ilindi machimboni namba moja, Kahama Shinyanga. Kwanza kabisa, napenda kushukuru kampuni ya Law Solution kwa kutushirikisha kutushirikisha kuja kujumuika nasi kujumuika nasi katika sikukuu ya Pasaka. Nashukuru sana lakini pia namshukuru mkurugenzi wa kampuni ya Rock Solution kwa mchango alioweza kutoa kwa watoto wa Niho Orphanage Center. Tunamshukuru sana kwa mchango alioweza kututolea, ni unaweza ukatusogeza kwa namna nyingine, kwa namna mbalimbali mbali ama nyingine. Lakini pia kwenye kituo chetu kuna changamoto ambazo tunakutana nazo baadhi changamoto hizo ni kama mavazi, chakula, kwa sababu kama mnavyojua, mtoto hawezi kwenda shule akiwa ajala chakula, lakini pia changamoto nyingine ni uniform. Uniform za shule, madaftari, watoto wanatakiwa wasome. Um, changamoto nyingine ni bima za afya, watoto hawana bima kwao. Tunaomba msaada wenu watoto waweze kupata bima ili waweze kutibiwa. Kwa majina yangu ninaitwa Baraka James. Ninasoma kidato cha kwanza. Ninatokea kituo cha New Hope Orphanage Center kilichopo Mwime, Kahama. Aa, kwa hii siku ya leo tunamshukuru sana Mungu kwanza kutufikisha kwa hii siku ya leo tukiwa salama. Na pia tunamshukuru Mungu kwa, kwa, kwa ajili ya baba yetu mpendwa ambaye amekuwa akitusaidia kwa misaada mbalimbali kiwemo chakula na malazi pamoja na vitu vingine ambaye amekuwa ni msaada mkubwa sana ka, na pia ni kimbio letu wakati wa shida. Pia vile vile kwa hii siku ya leo namshukuru sana, siku ya Pasaka ameona sio bema ajumuike na familia yake, lakini ameona imempendeza kutukusanya watoto wote na tusherehekee naye pamoja. Kwa kweli ni jambo jema na Mungu ambariki, am, amzidishie mali anapotoa. Pia natoa wito wangu kwa jamii na watu wote wanaonizunguka wajitokeze kusaidia watoto wasiojiweza, sio walipo kwenye vituo tu, hata walipo mitaani. Usifurahie unapomwona mtoto anateseka mitaani na na hiari ya kuwa na uwezo wa kumsaidia. Pia mnapotusaidia, mnaweza kutupatia mioyo ya kutufanya na, ya, ya na sisi tujihisi kwamba kuna watu ambao wanatusaidia na kuna watu ambao wanatutazama watu hivyo, inatuondolea unyonge na inatusaidia kuwa na furaha mioyoni mwetu.